Yes bwana, mambo vipi? Hii ni PMTV2, mimi naitwa Nick Toes na hii ni exclusive interview na Mama Angela, kama ambavyo naweza kumtazama, mashaallah, amependeza sana na ametulia kwenye kiti chake my sister, mambo vipi? Safi, habari yako? Kwa vizuri, asante. Mashaallah umependeza. Asante sana. Ofisini yeah, tunapiga kazi. Umependeza sana kiukweli. Asante, nashukuru na wewe unatumia muda mwingi kwenye kujiandaa. Mm. Sana. Okay. <laughs> Sana, lakini sio mtu kupaka paka makeup, sijui nini yani ni kidogo tu nigusie gusie. Hapo hujapaka makeup. Nimepaka lipstick tu. Mafuta okay. Na lipstick huko, yes. Okay. Mm. Mitandaoni unaona uh, wadada weupe na weusi wanarushiana na maneno kweli kweli. Kwenye hili wewe uko upande gani? Kama unavyoniona, mashallah, mtoto mweupe kwa hiyo nasimama na weupe wenzanguiila kuambia wadadaweusikona vile wanarushiana maneno. Na pia ukiangalia ni mdada mweupe, unawatafsiri vipi pande zote mbili, wadada weupe na weusi? Mi naona wamekosa kazi ya kufanya. Hicho ndio nachoweza kusema kwa sababu uh, weupe na weusi wote ni wa Mungu. Hmm. Yes kazi za kufanya hawana kazi za kufanya. Mm, hawana kazi za kufanya. Mama Anjera tunamweka kwenye kategoria ipi ya content creator, comedy, ama ni mtu mwingine? Upande wa comedy? Pia anafanya comedy. Comedy upande gani? Sawa. Mimi ni mmoja tu ambaye nakufuatilia sana nikifuatilia kwenye mitandao yake kijamii, uh, ukiangalia uh, okay, video kumi basi tatu nne tano, mama Anjera analia sana. Nini huwa kinakuuliza sana? Yaani machozi yapo, yako karibu, ama ni vipi? Hapana, mimi ni mtu ambaye niko emotional sana. Kwa hiyo kama itatokea mtu akanikwaza, ile ndio namna yangu ya kutoa hasira. Mwingine akiwa na hasira anakula sana, mwingine akiwa na hasira analia sana, mwingine. Kwa hiyo mimi ni miongoni mwa watu ambao akiwa na hasira au wamechukia wanalia sana. Huy. Yes. Okay. Asira zako napunguza kwa kulia? Yes, kwa kulia <laughs> uh, nimeona pia juzi kati hapa uliposti uh, video na ilienda viral sana, kuhusiana na wanaume na of course, ku unalia, ukasema wanaume ni mbwa, watu wakatengenezea hadi meme. nini kilikufanya ukasema wanaume wote ni mbwa? <laughs> kuhusu swala wanaume kuwa mbwa, kiukweli niko pale pale na wala siwezi kutengua kauli yangu. wanaume wote ni mbwa. unasema Nasema hivi <laughs> wanaume wote ni mbwa. kwa sababu zipi? ah, kwa sababu tu ya namna ambavyo wanatenda matendo yao, na ninachojua au ninachoamini, kila mwanamke ambaye ana mwanaume basi anamiliki mbwa, lakini anajua namna ya kulimiliki jibwa lake. mm. yaani naongea, hata wewe pia ni wale wale <laughs> Kubweka <laughs> yaani sasa nategemea unataka kubwekaje? <laughs> okay. mm. Sasa kuna kile ulitafsiri kuwa uliwaita wanaume mbwa kwa sababu ya mwanaume wako maybe ambaye alikuumiza vitu kama hivyo, na wengine wakasema kwa nini usimuite wewe kwako mbwa peke yako na usiwa include na wanaume wengine? ah, kiukweli, yes hiyo ilikuwa ni sababu baba, ya baba Anjera. Okay, niliita wanaume wote mbwa kutokana na matendo ambayo alikuwa ameyafanya, lakini tuangalie ukweli sio mimi tu ambaye ninapitia ya mambo kwenye jamii. Kiukweli kuna wanawake wengi sana wanayapitia, um, hivi vitu ni kuna, kuna namna tu wanashindwa kuviwasilisha kwenye jamii e, ila ukienda mimi kwenye DM yangu kiukweli, wanawake wengi wanapitia hizi changamoto ambazo mimi nimezipitia. Niambia, unayadifaini mapenzi uh, na ukilinganisha ama ukilifana mahusiano yako yaliyopita, unayadifaini vipi? Mapenzi, mapenzi ni tabia mbaya <laughs> ni tabia mbaya tu ambayo mwanamke na mwanaume wanayafanya, e, ni tabia mbaya mm. Kuna namna unatamani ama bado una upendo ama nafasi ipo ya Baba Anjera kurudi kwako? <laughs> Umesema, Baba Anjera bado ana nafasi kwenye moyo wako? Yuko pembeni pembeni kidogo moyo e, maana ki nani kidogo anaweza akaingia ndani ya moyo wako, inategemea. Inatumia usafiri gani kuingia? mm. Sema usafiri, inamaana kuna kitu lazima aje nacho ili uweze kumruhusu aingie moyoni mwako. Ah, nikisema kitu hapana, mimi si yule mwanamke wa material things japo eh, ni, ni feminine lakini, kuna sio mtu ambaye naweza nikamuumiza sana mwanaume, but ni, ni, kuna ile hali mtu unamwona ana feel guilt au anajutia ya makosa yake. Kwa hiyo kama mimi nik, nikiridhika eh, na ujutiaji wake maybe na namna ameshaanza kujutia ya sana, bado sijaridhika lakini hmm. Leona akimwashia moto Faimomo kwenye interview kidizani kama anamwambia achana na mimi, kuna namna pia ile imekukonvince kuwa okay, huyu jamaa anataka kurudiana na mimi <laughs> amemwashia nani? <laughs> Faimomo. moto <laughs> Eh, sasa, mbona hivyo vitu vidogo tu vimeonekana? mm -hmm. kuna mazito mengine eh, mengi tu ambayo ni ah, nadhani Faimomo mwenyewe anaweza akawaambia maana mi nikisikia jina lake <coughs> <chif>. okay, okay. <coughs> <mazito nendele>. mm. <coughs> Anajisifia, anasema yeye mzuri, mashallah, ana shape na kiizani kama uh, I don't know kama ulisikia uki, ukikandia uki mwili wake, watu wenye <coughs> waliojaaliwa. Anasema uko nyuma, ulisha kusifia, sasa hivi unakuwa kigeugeu. Hapana, atakuwa amenifananisha. Kusema kweli, mimi nadhani hayo walisifiana wali, wali yeye na huyo mwanaume wake, mi sijawahi alafu ukiniangalia mimi sawa, alafu ukimwangalia na yeye. Ushe kusikia English figure. Ushee kusikia kwa hiyo uh, unajua kila mtu ana mtazamo wake, yani ukimwongelea mwanamke mzuri si ndio? Mimi kwa upande wangu najiamini, mimi ni mzuri kumzidi, ukimwangalia Fay Momo, na wewe wewe ni mzuri kumzidi Fay. Yes. Pase. Kila mtu ana uzuri wake, lakini mimi ukiniuliza kitu gani Fay Momo kakuzidi, <laughs> labda mabonde mabonde, lakini the rest no. Alichokuzidi ni mabonde mabonde, ndo alichonizidi. Kumbe Fay ana mabonde mabonde <laughs> kwani kumbe anahitaji mpaka darubini kuyaona? Mbona hata kwa macho ya nyama unayaona kumbe. mm. Umeaona au alikuwa anakusimulia bro? <laughs> E, kwenye mambo ya kudhalilishana huko hapana. Ah, kwa kweli wenyewe waendelee tu kudhalilishana <laughs> mm. Kitu gani uh, Fay alikizungumza kwenye mitandao ama vitu gani alivifanya maybe nje ya mitandao ambavyo vilikufika vikakuumiza ama alipitiliza ama alivuka mipaka zake? Well, juzi nilipigiwa simu na dada wangu wa dukani, akaniambia kwamba Fay amekuja na mwanaume. Kwa maelezo wao mwanaume, mimi simjui mwanaume, huyo mwanaume ni nani, lakini sima, ni nasema ni mwanaume mdogo mdogo, usikaje naye. Sasa wamefika pale, wananiulizia, wanampiga biti ule dada, wanasema kwamba mtoe, mtoe mama Anjera anajificha, ananiogopa, ananikimbia. Oya msichana, Wakiangalia mimi naweza nikakukimbia wewe. Yaani mimi ni kukimbia wewe Fei kwa kipi? Mimi sikumkimbia. Alafu sasa mbaya zaidi amekuja muda ambao anajua kabisa huo muda mimi sipo, kafanya sana fujo. Mimi kilichoniuma, kilichoniumiza. Yeye sio kufanya fujo kwa sababu mimi hata fujo pia naiweza. Shelewa. Kilichoniumiza mimi ni kile kitendo cha yeye kuja ofisini kwangu. Yaani, fujo tufanyiane, tukutane, sawa. Yeye yani, angekuja hata nyumbani angefanya hizo fujo, mimi sina shida. Ningejua namna kumdhibiti, lakini kaja ofisini. Yaani, kwa kifupi hata ingetokea amekuja ofisini kwangu mimi nikiwepo, nisingeweza kupigana naye nio langu la kazi. Lakini yeye kama anataka kweli ugomvi anataka she. Kwanza alikuja na mwanaume wa nini? Yeye kama ananiweza. Kwa nini anatafuta backup? Yeye kama ananiweza, anitafute kwa namna ambavyo anajua ataweza kunipata aje kwetu anapajua. Unaelewa? Kwa sababu mimi nilimtangazia, nikamwambia kabisa Fei, kokote nitakapokutana naye, kokote nitakapokutana naye. Fei narudia, kokote nitakapokutana na wewe. Ama zako ama zangu. Hii haijaisha mpaka iishe. Mm. Kuna namna anaweza kasema, kama unampiga mikwara na nini, sasa ni... Unajua mtu anayepigwa mikwara eh, na yeye anaona kwamba anajiweza. Mimi sidhani kama hizo ni shida zake. Yeye angenitafuta afu tuone kama hiyo ni mikwara au ni kweli, tunaweza tukafanya kitu. Mmm, wadhani nini hasa ambacho anahitaji kutoka kwako yule? Kwa akili zake anaona kama vile mimi ananiweza. Melewa? Yaani nahisi hisi ndo anachofikiria, Yaani kwamba yeye ya anaona akiniangalia na kama ile fulani hivi, kakizungu kadogodogo, eh, akijiangalia na lile limwili lake anajiona kama vile, wewe msichana, don't try me, don't ever try me mmm, hey. Niko tayari kuzichapa naye eh. Ah, niko tayari kusema kweli, niko tayari mmm, mwili wala au kutishi kabisa. Mpiganaji anaogopaga mwili. Wewe hujawahi kuona, uangalia gata mieleka. Eh? Hujawahi kuona mieleka wewe, jituzima linavyodondoshwa. Hey, nitamtia aibu, nitamzalilisha. Hatoka. Hey, hey. Mm, yeye anajifanya kwamba anakuja. Alafu kitu kingine kinachonikera au kinachonikwaza, yeye mtandaoni anajifanya ni innocent sana. Kumbe ni muongo. Nje ya kamera anafanya vitu vingi vya kishenzi. Shelewa. Ananitafuta kimya kimya, anatafuta chini chini, yeye anatafuta nini? Anataka nini? Ananitafuta, anajua pa kunipata aje. Mm, au yeye aniambie ni wapi alipo, mimi nimfuate. Simple like that. Toa nyimbo lakini, anaimba anaimba nini? anaitwa nisamee amsamehe nani huyu eh, ambaye yupo katikati yenu <laughs> iyo, kumbe ni msanii <laughs> Wewe femo, wanaimba anaimba nini? Kwa nyimbo za mapenzi? Kuomba msamaha <laughs> Atafute kazi ya kufanya <laughs> achana na kuimba, achana na muziki. Angejaribu hata kilimo cha mboga mboga, unasema? Mm, kilimo cha mboga mboga, au atembeze hata matunda. Lakini kuimba, mm, siwezi kuwa shabiki yake, kusema kweli. Ana mashabiki? Nikuulize wewe, mashabiki anao? Ah, mimi nitajuaje? Wewe ndio umeniambia anaimba. Mimi kwa sababu kama anaimba, unaona pia anaimba eh, ah, I'm supporting, support ndugu yako, nitakuwa <laughs> <laughs> nimechanganyikiwa Mm u nimechanganyikiwa. Na namsapoti nini? Sijata kusikia nyumba kumbe anaimba mi sijui. Mm, hata kama najua siwezi kumsapoti kusema kele. Ikapo gani ya mastaa, watu maarufu ambao unaifuatilia unapenda una, una jinsi ambavyo wanaishi kuna, ah, kapo iko Kenya ya yeah, wahuu na Nameless. Oh my God. Yani kama amjafikia level ya wahuu na Nameless usinishauri kuhusu mapenzi. Yes. na kwa bongo ni niaikana na, na real. Kama hamna mtu kamefikia ile level, asinishauri chochote kuhusu mapenzi au akaniaminisha kwamba wanaume sio mbwa. Hapana, hmm, chochote kwenye mapenzi mm. Hapana, -hmm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mimi mi naweza hizo kunishauri chochote kinachohusu mapenzi chochote. kwani unasema hivi? Ah! kalipambania amerudi nisikitike kidogo, hawezi kunishauri, hawezi. <laughs> Kajala <laughs> najua kale yangu no, anafasii kipindi kile, ana mikazo mm. Mimi alikuwa nani mnani liu, sasa Kajala naye kalegeza. Jamani, kama Kajala kalegeza, ngoja tuendelee kuonanaeza ukalegeza kaja kalegeza labda na mtu alinunua range mbili. Woi, anyway, no comment. Sasa basi lolote la kumalizia kwa hao ambao wanakutazama sasa hivi. Okay, nachoweza kusema mimi ninawapenda sana mashabiki zangu. Ninawapenda penda kuliko kitu chochote kwa sababu bila wao mimi si Mama Anjera. Wana ni sapoti vya kutosha. Mimi hata nikisema leo, ninasema Timu Mama Anjera, njoeni jamani, twende tukabonde mtu dakika sifuri. Eh, nilichogundua Timu Mama Anjera wanapenda ugomvi kuliko kula nyinyi ah -ah. Na bila kusahau watu wangu wa Mbagala, oya oya nyinyi watu Timu Mama Anjera kutoka Mbagala, yaani hawa nimeweka, kuna kitengo chao. Timu Mama Anjera ni kubwa sana kutoka kila sehemu, lakini ninaongelea sasa wale kutoka Mbagala. Oya nyinyi watu mm, nyinyi watu nawapenda sana sana sana sana, sana.